Fuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo ya na kikomo ya tarehe 9 Disemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani, mtu yoyote aliyewasikiliza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 ya matumizi ya silaha. Kwa maana rahisi, watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo lao ambalo wamekusudia. Mbili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni wanahamasishana wahakikishe wanaisimamisha nchi ili kusiwe na shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. Tatu, pia wahakikishe wanaharibu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 kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nane, pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanawafuata popote walipo watumishi wa serikali ili wawazuru. Tisa, wakati haya yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali, na wanaoyatoa wanasema, wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. Kumi. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao kwani watawashughulikia ipasavyo.